Madafu yana faida gani? Ndugu muuzaji hapo. Eh, mtuonyeshe huyu ndugu muuzaji hapo, anatibu anatibu nini na nini? Kekane unapona figo, magonjwa ya stini. Nimemuelewa, muuzaji wa madafu. Magonjwa? Kweli? Hebu tuandalie eh, eh, eh, hiyo listi ya magonjwa. Ndiyo, hiyo hata kidogo. Taratibu. Hata kutajia <laughs> hapo um, t eh, nasaidia hmm, kuna muda maalumu wa kunywa au muda wote au um, muda wote tunapiga dawa? Maana tatizo lolote na nyama zake zinasaidia nini? nyama zake hizo zinasaidia kuweta mafuta kutoa <laughs> <laughs> Isuwa... mafuta mwilini. Hizo sasa, hapa tunafanya mazoezi kutoa mafuta, tena nyama za dafu zinaongeza mafuta. Unajua sio ni mengine sio ya afya

message senti. Jamani, muache maneno ya ovyo kabisa. auza madafu wapenzi, sasa maneno kwenye kitu cha biashara za watu, kwenye kitu chakwasem ni jambo la Mungu kama hii. Atujui Mungu aliwekaje maji ndani ya madafu, amewekaje Mungu hayo? Jamani, tuwe na heshima.